Juma Sweda ametoa wito huo wakati wa kufunga mkutano mkuu wa uchaguzi wa chama cha walimu CWT mkoa wa Njombe kwa niaba ya mkuu wa mkoa, ambapo amesema kuna haja ya kuanza kupeana fursa na elimu za ujasiriamali ili kukabiliana na wimbi la walimu kutumbukia kwenye mikopo umiza ambayo inawafanya kuto kuhudhuria vipindi kwa lengo la kukwepa wakopeshaji, jambo ambalo linatiliwa mkazo pia na wagombea nafasi mbalimbali mtengeneze mfumo wa kuwasaidia wenzetu walioko kule wanapokuwa na changamoto, ili misakuliwonaii mwalimu mawega yalai eiai a ja siku inakonasikila uhakiki wa vyeti ya vete vyeti kajile wafu, hakuna hata cheti kimoja anadaiwa. Toa elimu ya kifedha kwa wanawake kwa maana mishahara yetu haitoshi. Ina maana tunatakiwa tufanye na shughuli ndogondogo ambazo zitatuongezea kipato. Wakati serikali ikionya walimu na mikopo hiyo huumiza, viongozi wapya waliopata dhamana ya kuongoza chama hicho hadi mwaka elfu mbili na thelathini akiwemo Shabani Ambindwile ambaye amechaguliwa tena kuwa mwenyekiti wa CWT Njombe na Tobias Isanga mjumbe wa kamati tendaji taifa, wameahidi kwenda kupigania haki za walimu sambamba na kuwaunganisha na fursa mbalimbali mbali za uchumi. Panga moja, kushirikiana na walimu wenzangu, kwa sababu jamii ya walimu inahitaji faraja, inahitaji kushirikiana. Kwanza moja, kuto kujikuza kutojikuza lakini kulia nao walimu pale, pindi wanapokuwa na changamoto, wanapokuwa na changamoto niweze kuwa nao karibu. Ombele cha kwanza ni kero za, za walimu wenzangu kwenye ngazi ya taifa, kuhakikisha kwamba zinapenya na zinafanya kazi. Pombele cha pili kwamba kwamba yale ma, ma, madhila anayopitia, ukaongea naye na ukampa nafasi ya kumtetea na kumpa haki zake, mwalimu atakuwa yupo huru na shule zitafanya vizuri. Upande wao walimu walioshiriki uchaguzi huo, akiwemo mwalimu Filipo Ndimbo, wamepongeza viongozi wapya na kisha kuwakabidhi jukumu la kwenda kufikisha na kuwapigania changamoto zao. Mm, changamoto kubwa bado tunalia na kikokotoo tungeomba kiboreshwe zaidi. Tunataka viongozi ambao wanajiamini wenye msimamo ambao wanaweza kutetea chama chetu na kutetea maslahi. Vifaa saidizi hizi, kwa mfano mimi nisiyoona, sheria inataka mwajiri ani apate mtu ambaye atanisaidia kufanya kazi zangu za kila siku, na yeye atalazimika kumlipa.